The Green Voice yes we are green, ya NBC hapa ndani ya jiji la Mbeya, lengo la kuwepo hapa ni mkutano maalum kati ya walimu wachezaji, pamoja na wanahabari, yote nikiwa ni kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho. Kesho ligi kuu ya NBC itakuwa yeah, ni mchezo namba 230, eh raundi ya 29 kati ya wenyeji Tanzania Prisons dhidi ya wananchi timu ya soka ya Yanga. Mbele yangu naye mwalimu wa kikosi cha timu ya soka ya Tanzania Prisons, Amani Josia, ambaye yeye atakwenda kueleza eh, kitaalamu wamejiandaa vipi kuelekea katika mchezo wa siku ya kesho. Mwalimu, karibu sana, na tungependa kujua maandalizi ya Tanzania Prisons yapo vipi kabla ya kushuka dimbani siku ya kesho kukabiliana na yanga. Kama mnavyokumbuka, ilimaliza raundi ya kwanza na mechi mechi 15 ikiwa na point 11 mechi kumi na tano za raundi ya kwanza timu imemaliza, imefunga magoli sita, point 11 za raundi ya kwanza, unapata point 30. Point 19 ni zaidi ya point ya timu yoyote ile katika nafasi, kuanzia nafasi ya tano mpaka nafasi ya kumi na sita, hakuna timu ambayo imekusanya point nyingi ukilinganisha uki na Tanzania Prison hiyo ni, ni mafanikio ya kila mmoja, kwa maana wachezaji nilionao sasa mechi na ufundi ninao sasa hivi uongozi, e, kamati ya mashindano pia pamoja na mkuu wetu. Ndio maana nimechukua nafasi hii kuweza kuwashukuru. Nikirejea kwenye maandalizi ya timu sofa, nafikiri tumejiandaa vizuri, tumejiandaa vizuri. ma, mazoezi yetu ya mwisho tumefanya asubuhi ya leo, lakini katika hali ya kikosi hatuko na majeruhi kwa, kwa timu ambayo iliyoanza katika mechi zilizotangulia lakini pia tuna urejeo wa Samson Maituka e, Sambamba na Meshack Abraham. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao walikuwa majaribio muda wa mrefu mende ambao walikosekana katika mechi nne, lakini wanaongezeka katika kikosi, kitu ambacho kinafanya maandalizi yetu yanakuwa vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba tumejiandaa kwa maana ya kuona ambavyo tunaweza kucheza dhidi ya timu ambayo ni mabingwa wa Tanzania. Tumejiandaa pia kucheza na timu ambayo iko imara kwa maana ya wachezaji. So sisi kama Tanzania Prison, nadhani mwendelezo wetu sisi wa matokeo ya kushinda mechi nne mfululizo mpaka hapa tunapokwenda hapa, inatupa morale kikosini. Nafikiri hata mazoezini hatutumie nguvu kubwa sana kuweza kumotivate wachezaji. Ni mechi ambayo ni muhimu kwa pande zote mbili, lakini sisi kama timu ambayo tuko tunaepuka kutokucheza playoff. nafikiri tuna kila sababu ya kuona kwamba kama tuna home advantage basi tuitumie.